Tumia neno nyu Louis Mixon amerudi Tanzania. Uh, uh. ni kijana wa kitanzania mi yeah. naamini ana kipaji kikubwa yeah. na kuna muda watu wanapenda kunitafsiri vibaya sana mimi kisugu mm. pale ambapo ninapokwenda kwa appreciate na kuwapongeza viongozi wa simba kwa namna ambavyo wanayofanya kazi yeah. leo hii Morris Abraham ni kijana wa Tanzania lakini alikuwa hajawahi kucheza ligi ya Tanzania NBC. Leo ukiangalia historia yake vizuri, kwa muda mrefu hajawahi kuitumikia timu yoyote, ukiachia kule ambako alikotokea kwenye kituo cha TFF. Moris Abrahamu ametumia muda mwingi sana akicheza kabumbu nje nje ya mipaka ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa leo, kuna muda lazima ujiulize hii management ya Simba ilikwenda kufanya usajili nani aliwashawishi? Nani aliwaonyesha? Nani aliwaambia? Nani aliyemfahamu kwamba kuna kipaji kinaitwa Morris Abraham? Mimi niseme tu ukweli wangu. Morris Abraham, kwa mara ya kwanza, niliona kipaji chake akiwa nje ya nchi, tukiwa na timu ya taifa ya Moroko, kwenye jimbo moja linaitwa Marrakesh. Timu ya taifa inakwenda kukofai, kwenda kucheza mashindano ya AFCON ya ishirini na tatu, ishirini na nne. Nani, Ye, indo, na ni Ivory Coast. Yeye ndiye anakwenda kutufungia goli ambayo timu ya taifa inakwenda kwenye mashindano ya AFCON. Kwa ni kijana ambaye mimi naamini ana vitu vyote. Ni kijana ambaye mimi naamini, walimu akiendelea kumwamini, yako mambo makubwa anakwenda kufanya kwenye Simba Sports. Lakini pia ni mtu mpongeze sana, Mwalimu Ahmed Morocco. Wakati alipopewa dhamana ku, kuisimamia Simba Sports, ndio kijana ambaye alimpa dhamana pia kwenda kuipambania Simba Sports. Ah. Na ndio kijana ambaye amemteua kwenye national team. Mimi naamini kwenye kikosi ni chosoma majuzi. Japokuwa anatumia miwani kama nimeona jina la Boris Abraham. Yesu, mbona kumpa kule minyao mapema? Kuna muda mwingine anakupa vitu vyote kwenye football unavyovitaka. Ah. Entertainment football anakupa. Skills anakupa. Mm. Combination kwenye timu anakupa. Mm. Individual player anakupa. Mm. Yaani kila kitu ambacho kikihitaji kwake anakupa. Mi naamini mm. ni kijana ambaye anahitaji sana tuendelee kumpa sapoti, mashabiki wa Simba mm. yako mambo makubwa atayofanya kwenye Simba, sawa. E, mtani wako yeye anaye e, bala Musa Konte, lakini mnyama, mna mmiliki la sane Kante, watu wanasema tayari, e, tope na maji vimeanza kujitenga rasmi. Tumeona ubora ambao akawaonyesha jana kwa namna ambavyo amepaformu jana E, mipira ambayo alikuwa anatupa watu wamemsifu sana kwenye upande huu. Kwako wewe Mikoi Kisugu, umemwona katika jicho la namna gani? Mimi sijaona ajabu, kuna Conte mm -hmm. na Kante yule midfield anakuja kukaba sana yeah. Ulaya anaitwa nani? Ngoro Kante, ngoro. Kwa hiyo ukisikia mchezaji anaitwa nani? Conte. yeah. Kante anakuwa mchezaji, Kante anakuwa kocha, kocha. Yanga wamesajili kocha, Simba amesajili mchezaji braha. Kuna pasi jana alipiga kwa mara ya mwisho, ile pasi niliona 1998 ile pasi imepigwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Patrick Vieira hiyo anakwenda kuizungumzia timu ya taifa ya Ufaransa hiyo gorini. uh -huh. kuna Barthez, fubeki, kuna Lizarazu fubeki, kuna Makelele, kuna Deschamps. uh -huh. Upo? uh -huh. Ndio kitu ambacho mi Kante alikuwa ananikumbusha, moja ya viungo ambayo wanajua kutekeleza majukumu yake. uh -huh. Lakini jukumu kubwa ambalo aKante analifanya uh -huh ni kiungo ambaye hawezi kupiga backpass, na hao ndio viungo wa kisasa moja. Brother, mimi nimechukua takwimu, backpass kapiga moja jana. Kwa hiyo mi naamini ni kiungo ambaye aliyetimia, na ndio maana nikasema Simba imekwenda kusajili wachezaji bora. Tukiamua kuwazungumzia mmoja mmoja hapa, mi naamini naweza tukatumia siku tatu hatujamaliza kuwazungumzia kwa namna ambavyo vipaji vyao vilivyo yes yes vilihvywea yes. Kuchukua siku tatu kuwazungumzia. Sa sasa leo nena akamzungumzia ndio maema wewe ni kupelavaa ya kumzungumzia. Uh, uh, kuna muda mpira, kuna muda mwingine anaweza kusema ule mpira lunyanyua kwa mkono akauweka mbele, mwaka huu Simba Sports tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi NBC. Mwaka? Mwaka huu hey. msimu huu hey. Simba Sports hey. tunakwenda kwa mabingwa wa ligi NBC. Mm -hmm. kuna watu waliamini kutamani mm. Mm. Mb. Waliam, waliamini kutamani kwamba sherehe furaha ya Simba imeisha, lakini bado niwaambie furaha ya Simba ipo na itaendelea kwepo mafi walikuwa wanajua waliamini kwamba furaha ya Simba haiwezi kuendelea leo kwenye ligi NBC mm. Zimechezwa mechi mm. baadhi ya timu wafika tatu tatu lakini katika timu ambayo imewini kushinda mechi mbili mfululizo ziko mbili tu, Singida Black Star, Simba Sports bwana eh. Upande wa pili vilio vimekuwa vingi kuhusiana na kocha Simba Sports, hamna kocha mkuu. Mambo yako super dupa, mambo yako shwari, tulivyo naendelea, mnaongoza ligi, lakini kwa upande wa mtani wenu ye kocha naye, lakini mashabiki mara baada ya mechi yao ilikutamatika, wameanza kuimba hawamtaki kocha, mifumo kama vile imegoma siku zote, wanasema viongozi wa Yanga wasikilize. So mashabiki wa Yanga mpira hawajui, mi naamini kwamba kocha wa Yanga ni kocha mzuri, kocha ambaye bado ana nafasi ya kwenda kuitumikia Deresamagafekas, mpira linachezwa la kisasa lile, haya moyoni kwa hiyo mashabiki wanaopiga kelele wamtaki kocha yeah, au wauni waachane naye. Sasa leo nakwenda kumsikiliza mzee wa mokoto, suti koti lake la jua nanunua Mbagara, suruali yake ya chini nakwenda kununua Tandale. Tandare anaambia watu nimenunua suti, yule wa kumsikiliza. Kwa hiyo kuna muda mwingine niwapongeze sana management ya yanga kuto kuwasikiliza mashabiki wao vizuri huda mm. Wacha wasikilize, hawa wala viazi wala mihogo hawa mm. wao wasimamie misimamo yao. wamemleta kocha bora, waendelee na ubora wake. Wewe unaona bila gimbi lile mm. au ndio ni bila gimbi, bila gimbi kwani liko hivi, mbona kubwa amezuia hajafika, si unaliona bila mnuno, au ndio ni bila mnuno? kwanza ni kocha mwenyewe yeye ndio bila mnuno. Mimi katika makocha ambao nawapongeza, Dar es Salaam Africans wamewaleta. Makocha ambao wana viwango vikubwa. Anaitwa Fors nani a waendelee kuwa naye waendelee kuwa naye, nasema hivi na ndio maana nakwambia kocha bora waendelee kuwa naye waendelee kuwa naye, wasiwende kuwasikiliza kina Godi Yanga, wasiwasikiliza <tipos> <tipos> <tipos> <tipos> kina <tipos> mwalimu vishata mtaa moja katika klabu na management ambayo anafanya kazi ni Dar es Salaam Yanga Africans waendelee kuwa na mwalimu wao kwanza. Mwalimu katokea Ufaransa, mwalimu katokea Ufaransa na wanasema wengi, ndo mwalimu wanacheka na wachezaji wawili pale yanga tu <laughs> yani yule mwalimu ukiona kanyanyua mdomo wake kuongea, anaongea na captain Jobu kamaliza kabisa, na Mohamed Huseini Shabalala. Eh, <laughs> e, kwenye upande huo huo ambao e, wanazungumza watu wengi ni kuhusiana na e, kocha anazungumzwa, kocha Nasib anahusishwa na Nabe, na a, Simba Sports, lakini Jose Rivero Hispaniola ambaye ambayo ametokea Orlando Palace, naye e, anahusishwa pia na klabu ya Simba kama Uh, kocha Mohamed Nabi atatambulishwa ndani ya Simba, itakuwa ni wakati mzuri wenyewe kuliona soka bora au bado mnahusianisha vinasaba vya Young Africa? mi kubwa, siku zote naamini sana taarifa za Simba kuzibanda kwenye vyombo vya Simba. Ninachojua, ninachokiamini, kocha wa Simba tayari yuko Tanzania. Kocha wa Simba yuko Tanzania, na ninachokiamini jana alikuwepo katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuishuhudia Simba Sports ikicheza na mungo Football Club. Jana. Yes, lakini eh. Iwe eh. Isiwe eh. Ukitaka kujua jina la kocha huyu mm. Weka pesa kwenye simu yako, nenda kapakua yapu ya Simba aidha leo mm. au kesho eh. Moja katika makocha bora katika bara la Afrika tunakwenda kuwatangaza, ndio huyu ambaye anahusishwa na Simba. Moja katika kocha bora waliofanya vizuri katika mashindano anaendelea shirikisho la soka barani Afrika anatangazwa moja katika makocha makocha, ambaye alipata mafanikio makubwa kwenye vilabu vikubwa kwenye bara ya Afrika, atatangazwa na Simba kikubwa. Kapakue app ya Simba shehee, nenda kapakue app ya Simba. Ukubwa wa Simba huwo, anasemaga siku zote Dada yangu mama yangu, ehe, mama Doris wa Demwai na kaka yangu ehe, Juma Katengo, rais wa Dodoma, wananiambia Kisugu kao kijua mkubwa jalala, unapokuwa mkubwa mambo mengi unaweza ukasingiziwa. Sasa hivi katika timu ambayo imepewa makocha wengi ehe, Tanzania ni Simba Sports. Wengine sio anasema Labi, mm. sio anasema mwingine Kisugu, mwingine yeah, sio anasema hey, na Eh ndio. Eh nimeka mimi nimetajwa. Lakini ukweli uko hivi. Mashabiki wa Simba wasiwe na hofu, mwalimu ameshapatikana. Wao mm. cha msingi ni kuweka bando kwenye simu kuendelea mm. kupakua app ya Simba Sports mm. muda wote, wakati wote. Kocha wao anakwenda kutangazwa. Na moja mwalimu atakayeenda kutangaza. Wallahi na hapa Simba anakwenda kucheza finali ya Kabingwa bara la Afrika. Kwa uzoefu wake eh, kwa ukubwa wake eh, kwa CV yake eh, kwa namna nimfahamu soka eh, la na Afrika. Wallahi na haba Simba anataka kucheza finali ya kabingwa bana ya Afrika. Uyo kocha mbana, yes. Wewe bakua hapu ya Simba tu, weka mzigo na serenadi, ukifika muda pakua tu kwenye hapu ya Simba hmm. <laughs> <laughs> sio mweupe na wala sio mweusi waji wake eh, na wala sio mweusi eh. Wataalamu wanasema ni maji ya kunde, sio mfupi na wala sio mrefu eh, <laughs> apu ya Simba ndipo utakapomuona sasa. Waje uulize kocha, jana alikuwa hapo katika uwanja Benjamin Mkapa, lakini hakuna mtu aliyemuona zaidi yangu yes. Amekuja na gari moja tu moja <laughs> ah, mbili wewe, nakwambia moja, katika wamba ambao kusema ukweli nawapongeza sana viongozi wa Simba so, so. kantosi magoli mpambanaji sana hmm. CEO wa Simba Zubeda anapambana sana hmm. wajumbe wa Simba wanapambana sana kuitengeneza Simba ambayo hmm, tunaamini nakwenda kwenye maziwa na nani kwenye raha na sana mwaka huu mm. iwe isiwe bingwa wa ligi NBC. mm. mwaka huu mm. iwe isiwe mabingwa wa Confederation Cup. mwisho mwisho, tunakwenda kucheza fainali ya kiwabingwa barani Afrika. Simba Sports yes, Simba hii hii hii ya Mpanzu, hii hii ya Dese Mkwala, hii hujamaliza, hii ya Kante, hii hujamaliza, hii ya Abla Morris bado eh, maliza hii ya Budo, Black Lion Black Lion <laughs> <laughs> La, ndio timu pekee ambayo ina mabeki na wabeki wake na magoli mawili. Hii sio kama tafsiri <laughs> <laughs> so yake safi, ushambuliaji ni butu. washambuliaji wamefunga nao kwenye magoli sita. mm. matatu wamefungwa na washambuliaji matatu wamefungwa na mabeki. Tanzania hakuna hiyo timu magoli aliyokuwa nayo mm. beki wa Simba msauzi Afrika yeah. ni souariaik yeah. tafuta masweka Yanga wa kumi hajafikisha idadi ya magoli yake Kumi. Wa Yanga hajafika idadi ya magoli ya beki wa Simba. <laughs> Na mwamba kaniambia atafunga sana jana, wakati naonana naye pale anatoka, nikatia eh, maneno kidogo, bonju bonju, sava sava, tukatia maneno eh. <laughs> <laughs> Asante, niwashukuru sana. <laughs>